Abiria katika kaunti ya Mombasa wamelalamikia ongezeko ya nauli pamoja na muda mwingi wa kungoja matatu katika vituo vya kuabiri magari. Wanaelezea hali hii imechangiwa na wingi wa abiria wanaosafiri kutoka maeneo mbalimbali baada ya msimu wa sikukuu, ila wakiwarai madereva kuwa makini na kufuata sheria za barabara ili kupunguza ajali za barabara zinazozidi kushuhudiwa. Sasa tuko na changamoto sisi kama wazazi, tunapitia nyakati hizi, maana vitu vimebadilika, vitu vimepanda bei, nauli za watoto kurudi shuleni zimepanda. Sababu ni kwamba ni msimu wa sherehe ya watoto kurudi shuleni, wakati wa watoto kurudi shuleni. Sasa bei sio kama za kawaida, safari ni ile ile, lakini bei zimeshoot. Sasa kama mzazi, unafinyika, maana ndio tumetoka tu kwa holiday, alafu kuna vitu natakana kununua vitu vya, vya watoto pia za shule zimepanda bei, vitabu vimepanda bei kuliko vile wakati mwingine ule wa kawaida. Sasa ni hizo changamoto tunapitia, kila kitu imepanda bei. Sasa tunangangana kama wazazi, school fees pia ziko hapo, zimepanda bei. Na mtoto pia ukimfikisha shuleni, walimu hawataki kuelewa, principal hataki kuelewa. Kama una pesa anakufukuza naye na ile pesa amesema ndio utalipa, hakuna tia pesa. Serikali imesema maneno ya serikali, huwa anakuambia haijafika na itafika. Sasa mtoto ni wako, unampeleka sasa, either waamue urudi na, na, na yeye ama upeane pesa mtoto abaki shuleni asome. Wenye magari pia ningeomba wao watulivu, pia ni wazazi kama sisi, na wakati huu wazingatie afya ya mtu ni muhimu kuliko biashara, manake wengi sasa hata magari mabovu, biashara ikinoga, huwa tu wanaweka magari barabarani. Mtu mwingine pia anahesabu zile ruti ameenda, sasa hata mtu amechoka, hajapumzika, ana lazima tena apangiwe ruti nyingine aende. Hizo ndio husababisha maisha kupotea mengi, maana uchovu wa mwili na uchovu wa magari hayapati muda wa kwenda kwa service mtu pia na wale wanaopeleka kama madereva hawapati muda wa kupumzika, bei zimeshuti saa hizi na kimbia nakimbia, elfu mbili, elfu tatu mia sita mpaka elfu nne, elfu nne mia tano. Sasa nategemea ni kampuni gani unasafiri nayo, lakini kawaida bei zitashuka zifike elfu mbili, elfu mbili mia tano zile gari, be, gari za kampuni za bei ya juu. Lakini sasa saa hii kampuni za bei ya chini ndio zinachukua elfu tatu mia sita kampuni za, mia sita, kampuni za juu zinataka mpaka elfu nne mia tano. Sasa hii tukirogesha unaenda na elfu tatu mia tano. Sasa bei imepanda sana. Kwa safiri tunapata muda tunapata kazi mingi sana kuregesha watoto shule wakati wa hii rush.